Na bado anasema twende tu, huyo hayuko serious huyo, hayuko hayuko serious. Ni hivi ma uchaguzi wa Tanzania sasa hivi ni machinjioni, ni machinjioni. Kwenda kwenye uchaguzi ni kwenda machinjioni. Kwa mtu anayesema twende tu, anasema twende machinjioni na anajua tunaenda machinjioni na tunaenda kuchinjwa, hayuko serious. Hilo la kwanza. La pili, la pili, hivi tuliposema no no reform no election kwenye kamati kuu tarehe tatu Desemba tulikuwa tunatania, tulikuwa tunatania. Kama kuna watu walikuwa wanatania, they are dead wrong. Angalau huyu anayezungumza na nyie hakuwa anatania Kama kuna mtu alikuwa anazungumza ili tupandishe dau, tupandishe dau, yeah, uh, huyu jamaa anayezungumza na nyie hakuwa anazungumza ili apandishe dau yeah. La tatu, huu ndio msimamo wa chama. Msimamo wa chama ulipitishwa na kamati kuu. Mimi sikuwa mwenyekiti, nilikuwa makamu. Nilikuwa na ushawishi mkubwa, ni kweli lakini, ulipitishwa na kamati kuu ya mwenyekiti Mbowe. tukapeleka kwenye baraza kuu tarehe tarehe 20, baraza kuu likaupitisha msimamo wa kamati kuu, na baraza kuu liliongozwa na mwenyekiti Mbowe. Mimi nilikuwa mwenyekiti nilikuwa makamu. Kesho yake tukaupeleka kwenye mkutano mkuu wa taifa na mkutano mkuu wa taifa ukapitisha msimamo huu, akasema no reform no election, na mimi sikuwa mwenyekiti bado, nimekuwa mwenyekiti kesho yake. Kwa hiyo mimi, huu ndio msimamo wa chama, ndio msimamo wa chama kwa katiba yetu, kwa katiba hii hii kwa katiba hii, mkutano mkuu ukisema twende hivi, ni chombo gani kingine kinachoweza kubisha? Ni kipi kingine waheshimiwa? Kwa hiyo ni msimamo wa chombo cha juu kabisa cha mamlaka kwenye chama chetu la nne. Naombeni mniambie, waheshimiwa wajumbe, kama huu msimamo sio msimamo sahihi kwa mazingira yote haya, kwa haya yote haya mnayoyafahamu, nani anayesema huu sio msimamo sahihi? Huu ni msimamo sahihi wa chama, ni msimamo sahihi wa chama. Na mimi waheshimiwa wajumbe, na mimi nataka niende kwenye, nichaguliwe ni, ni, ni kwenye kacheo fulani nchi hii <laughs> sawa sawa, yes. Napa, nataka nami nichaguliwe kwenye kacheo fulani nchi hii na nyiye mnataka mchaguliwe kwenye kacheo fulani nchi hii, wote tunataka tuchaguliwe. Kwa hali ilivyo, hilo linawezekana? Kama haliwezekani, tufanyeje? Tufanyeje? mkutano mkuu wetu umesema no reform No election. Sasa, eh, kwenye petition tumeambiwa hivi, huu msimamo unaenda kuua chama, unaenda kuua chama, hatutakuwa na hatutakuwa na wabunge, hatutakuwa na wabunge wa majimbo. Kwani tunao sasa hivi? hatutakuwa na wabunge wa viti maalum, tunao sasa hivi. Hatutakuwa na wabunge wa madiwani, tunao sasa hivi. Hatutakuwa na rais, tunaye sasa hivi. Mbona hatujafa? Mbona hatujafa? hatu wamesema kitu kimoja kitu sahihi wamesema kitu kimoja sahihi hapo. Wanasema hivi, msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli, ni kweli, kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi. Hiyo ndiyo namna ya kupata mabadiliko ndio namna ya kupata. Mandela had to go through 27 years treason. Kwa treason ili kupata mabadiliko Afrika Kusini. Kwa hiyo, kwa hiyo tunaenda kukinukisha walio tayari, tutakwenda nao walio tutaenda na walio tayari, hakuna mtu atakayewekwa bunduki hapa. Walio tayari tutaenda nao. Wanaofikiria kwamba eh, CCM watakuwa walokole wamebadilika na nini, tutawatakia kila la heri. Sisi sio si watu sio si si watu wenye roho mbaya, lakini kama unataka kuwa mbunge, seriously Twende twende, tukapigania mabadiliko. Tukipigania mabadiliko, ndugu zangu, kitu gani kitakachoharibika? Kitu gani ambacho nchi itapotea? Sana sana sana sana, huu uchaguzi tutavuruga, na tutavuruga huu uchaguzi. Kwa kama ulikuwa unafikiria kuwa mbunge Oktoba au Novemba Sahau. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Na mimi nilikuwa nafikiria urais. Na mimi nilikuwa nafikiria urais. Nimtiania. Nimesahau. Au kama ulikuwa unafikiria udiwani Novemba, sahau. Kwa sababu tunaenda kukinukisha vibaya sana. Tukinukisha vile tukikinukisha vile eh, tutaumia. Ni kweli, ni kweli, lakini mimi na imani tutashinda. ah, yeah. Unajua kwa nini? Unajua kwa nini? yeah. Tukikinukisha seriously, watafanya nini? watatu, watatuua? Ah, wanaweza Uh, watatu. Kwa hiyo mimi nimekinukisha, nakamatwa, nakamatwa, napelekwa wapi? Naenda kushtakiwa kwa uhaini, kwa kuamsha maasi eh? Actually, actually hakuna, katika katika siasa za ukombozi, sizungumzii siasa za udalali. Kwenye siasa za ukombozi uki, siasa za udalali sio za ukombozi kwenye siasa kwenye siasa za ukombozi kwenye siasa za ukombozi kukamatwa na kushtakiwa mahakamani ni kuvikwa taji la dhahabu.